Nataka niwaambie tuko mahali pazuri na tulifanya jambo la maana siku tuliookoka, siku uliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakuna maamuzi uliyafanya ambayo ni maamuzi sahihi kuliko maamuzi ya kuokoka, kwa sababu kitu ambacho Yesu alikutendea pale msalabani ni kitu kikubwa kuliko unavyofikiri. Umefanyika number 1 kuwa sura na mfano wa Mungu sawasawa na Genesis chapter 1 And verse 27. Number 2, wewe umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kushangaza. Haijalishi shape yako iko namna gani, inawezekana una supportive documents, inawezekana huna, inawezekana una miguu chupa ya bia, inawezekana una miguu ya fito kama ya kwangu, inawezekana una macho makubwa kama kikombe na una pua kubwa kama bilauri, hakuna shida. Lakini bado Biblia inasema you are fearful and you are wonderful made, mapepo yakikuangalia yanakushangaa na wanatamani wangekuwa na uzuri ulio nao wanatamani ungekuwa wangekuwa the way you are, lakini God has created you and the Bible says you are fearful and you are wonderful made. Dada unayenisikiliza, inawezekana hujakutana na ambaye amekwambia i love you, lakini haitakiwi kukusumbua wala haitakiwi kukubabaisha. The way you are, that's how God wanted you to be, kwa sababu Mungu alipokuwa anakuumba he had an assignment in his mind for you to come and fulfill that assignment. Na Mungu alipokuwa anakutengeneza alikutengeneza ili uweze kufaa kwa ajili ya hiyo assignment. Inawezekana mtu kama mimi, kama ningeumbwa nikiwa mrefu, ninafiga namba nane na nina miguu chupa ya bia, inawezekana ningeenda kugombea umisi na nisingekuwa mchungaji. Na Mungu akasema ili haka kaende kakawa kachungaji, katakuwa kafupi, katakuwa na miguu ya fito, katakuwa na hiyo shepu namba tisa, lakini nitakapa sauti kubwa kuliko mwili wake Ayanda bakaya ili kaendekakafanye kazi ya Injili. Mwangalie jirani yako, mwambie you are fearful and you are wonderful made. Oh, haleluya! Hautalala kabla ujatimiza kusudi, katika jina la Yesu. Hakuna uchawi, hakuna uganga utakaokuondoa before your time, in the mighty name of Jesus. Hakuna cancer, hakuna high blood pressure itakayokuondoa before your time, in the name of

Uchawi juu ya watu wa Deliverance Church, mkono wa Bwana uko pamoja nanyi, and God is fighting your battles and God will take you to your place of destiny in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe!